Halo, habari tena, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo ntakusogezea faida za karafuu kwa mwanamke. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, karafuu ina faida gani kwa upande wa mwanamke? Sasa ntakusogezea kiurahisi uweze kujua kwa nini wewe mwanamke unatakiwa kutumia karafuu mara kwa mara, kwa sababu kulingana na faida kadha wa kadha ambazo zinakusaidia pia hasa kwenye upande wa uh, uzazi. Nikukumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku, na kama uh, una changamoto ambayo imekuwa ikikutesa uh, una kitu ambacho umekuwa ukipitia kikunyima usingizi uh, juu ya afya, basi Wsabu Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo. Kitu namba moja kwamba ukitumia karafuu itakusaidia kufanya nini? Karafuu faida ya kwanza ni kuboresha afya ya uzazi. Kwa nini afya ya uzazi? Kwa sababu a, ina ina manganese, ina vitamini C ambayo ni muhimu sana katika kubalansi homoni zako na kupunguza maumivu wakati a, wa hedhi. Tunafahamu sasa hivi wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya, ya uzazi. Kwa nini changamoto ya uzazi? ni kwa sababu wamekuwa na changamoto ya mvurugiko wa homoni. Bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea mwanamke ana homoni zaidi ya ana homoni zaidi ya sita, ana homoni sita ambazo hizi homoni ikitokea Zikawe, zikaweza kuvurugika au kutokuwepo kwenye uwiano sawa, basi mara nyingi inasaidia inapelekea changamoto hiyo ya kushindwa kubeba ujauzito, na kwenye video zilizopita tumeshaongelea dalili za homoni kuvurugika na homoni hizo na kazi zake pia. Kwa hiyo ukitumia karafuu, basi itasaidia kwenye afya ya uzazi kwa sababu gani? Kwa sababu sababu gani itaweza kubalance homoni lakini pia kupunguza maumivu ya tumbo, kutumbo na hedhi wengi ma wanawake wengi wamekuwa na changamoto, wanapoingia kwenye siku zao basi wamekuwa wakipata maumivu makali chini ya tumbo. Yaani unakuta mtu akiingia kwenye siku zake hata kazini haendi, hata kufanya shughuli zake hawezi. Sasa kama unapitia changamoto hiyo, basi jua kwamba karafuu ni nzuri sana, inaweza ikatuliza yale maumivu ya tumbo, lakini pia maumivu ya kifua a, a, wakati unapokuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tutakiwa kuitumia kwa sababu ni nzuri, inakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Faida ya, ya, nyingine ni kuboresha mzunguko wa damu, yaani mzunguko wa damu, basi mara nyingi kuna changamoto tunayokutana nayo na magonjwa ambayo tunakutana nayo yanatokana na mzunguko wa damu kuweza kuwa dhaifu au kuweza kuwa hafifu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia karafuu basi inasaidia ule mzunguko wa damu. Kwa hiyo kishasaidia mzunguko wa damu ukawa vizuri, ambayo tunasema blood circulation, basi itakusaidia kupunguza karibia changamoto zote zinazohusiana na moyo. Kwa hiyo ukiwa na presha, a, moyo, na umepanuka ume, lakini pia mishipa inayopelekea Ay, mishipa mishipa ikiwa imejazana na mafuta au kubadi cholesterol, basi tumia itakusaidia. Lakini pia karafuu inatumia kama antioxidant, ambayo antioxidant kwa sababu ina vitamini C na hii ambayo inasaidia kupambana na uharibifu wa seli. Kwa nini napambaa kuharibisha kwa seli? Mara nyingi magonjwa tunayoyapata ni kwamba seli zinakuwa zimekufa au seli zikifa, basi karafuu ni nzuri kwa sababu itapambana seli kufa na zile seli zilizokufa na kuweza kuregenerati seli mpya, ndo maana antioxidants ambayo ni nzuri sana ukitumia, lakini pia kuboresha Uh, ile hali ya kuwa na ngozi ya kuzeeka shakutana mtu ni kijana lakini ana ngozi ya kizee, basi tumia karafuu, ni nzuri sana, ni nzuri kwa ajili ya kuboresha afya ya ngozi. Lakini pia inapambana na maambukizi ya fangasi. Wale wanawake ambao wanakuwa na fangasi au keni wana maambukizi ya fangasi, a bacteria, wana PID, basi tumia, tumia dawa dawa hii ya karafuu itakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ndiyo maana mara nyingi madaktari wa tiba asili na mbadala basi huwa wanaitumia katika uandaji wao wa dawa, lakini pia inasaidia katika kupunguza uzito. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu inarahisisha ule mchakato wa metabolism ambayo inapunguza metabolism. Ikiweza kufanyika kama inavyotakiwa, basi itapunguza changamoto ya uzito kupita kiasi, kuwa na kitambi Aa, lakini pia kuwa na unyama uzembe. Kwa hiyo tumia karafuu, ni nzuri sana. Lakini pia inaboresha afya ya kinywa. Kama uh, una changamoto ya kutema cheche uh, kinywani, unatema uh, cheche, unatoa harufu mbaya kinywani, basi tumia karafuu, ni nzuri, itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Ha, inasaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Kuna watu ambao wamekuwa na changamoto ya msongo wa mawazo a stresi, basi au tatumia karafuu, ni mali moja ambayo inatumika kutuliza, kwa kwa sababu inapunguza ina, ina, ina au uwepo wa homoni ya kotso. Kwa hiyo kotso mara nyingi kiweza kupungua, basi utasababisha msongo wako wa mawazo wamawazo kuondokana changamoto ya msongo wa mawazo. Mwisho, ainatibu changamoto ya asma, wale wenye kifua cha asma Kifua kina bana, hiyo ni asma. Basi kama una asma, ajitahidi utumie karafuu, ni chanzo kimojawapo cha kuweza kuondokana na hiyo changamoto ya asma. Tuambie hapo wewe, mwanamke, umepata faida zipi kutoka kwenye karafuu? Tunasema sharing is caring, tuambie hapo chini na wengine waweze kujifunza. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usisahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.